Cha kwanza tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama ilivyo kawaida ya sisi. Kama Simba tuko vizuri, tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua tutakutana na timu ambayo tayari umekwisha shuka daraja. Siku zote nasema unapokutana na timu kama hiyo inakupa wakati mgumu, kwa sababu wachezaji wengi wanapokuwa katika hatua hiyo ni kwamba huwa wanapenda kucheza kwa kujionyesha wao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya ushindani na mechi ngumu, lakini sisi tumejipanga pamoja na ushindani wao na ugumu wao tupate alama zote tatu katika mchezo wetu wa kesho. Kama nilivyosema ni mwanzoni hapa tunakutana na timu ambayo haina cha kupoteza, na siku zote unapocheza na timu ambayo haina cha kupoteza, wao wanakuwa wanacheza, hawana pressure. Sisi tunatafuta kitu ambacho ili tuende kwenye ubingwa, kwa hiyo sisi tutakuwa tuna pressure kubwa sana kuliko wao. Kwa hiyo watakuwa wame relax kuliko sisi, na kama nilivyosema mwanzoni watacheza kwa juhudi, kwa sababu timu imeshuka, lakini siku zote mchezaji anakuwa hapendi kushuka. Kwa hiyo atataka aonyeshe ili aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu wao hawana cha kupoteza. Pamoja na yote sisi tunalifahamu hilo, tumejipanga na ugumu wote utakaojitokeza kwenye mchezo wa kesho, tuhakikisha tunapata alama zote tatu ndani ya wiki tuna, tuna mechi tatu tuna game tatu mfululizo. Kwa hiyo sidhani kama kile baada ya siku mbili unaweza kutumia wachezaji wale wale siku zote, wachezaji ambao sio mashine. Naweza kusema kwamba ni kweli, katika game zilizobaki hizi lazima tufanye rotation, hatuwezi kuwachezesha wachezaji wale wale kwa mimi nafikiri, tutegemee rotation katika mchezo wa kesho. swali la <coughs> Hakuna ukweli wote, kama tungekuwa tunaridhika mechi iliyopita tumeweza kushinda kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kiwango cha goli tano. Nafikiri kama tungekuwa wakurizika tusingeweza kupata goli tano zile. Kwa hiyo mimi nafikiri yanaongeliwa na kama lipo basi tutaendelea kulifanyia kazi tuhakikishe kitu kama hicho kiweze kutokea katika mchezo wa kesho. Kwa kwa kwa kwa yeah, kwanza ni wapongeze niwa na niwashukuru sana sana mashabiki wa Simba wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na katika kila hatua. Kwa hiyo tulianza nao pamoja, kwa hiyo mimi nawaomba kesho waweze kufika kwa wingi, watupe sapoti, kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho katika onje yetu wa nyumbani, na sisi tunawaambia kwamba tutawapa burudani na kuwafurahisha kufanya kile, kile, kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho namna ambavyo wao kama wachezaji wako tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Ali Salim, karibu zungumza na wanahabari wa Tanzania wote wa Tanzania ambao wa wanatazama hivi sasa kupitia Azam TV, waelezi kwa niaba ya wachezaji wenzako namna ambavyo nyinyi kama wachezaji mko tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Asante sana, asalamu alaykum. Eh, kwa upande wetu sisi wachezaji tupo tayari kumkabili mpinzani wetu kwa jinsi atakapokuja, kwa hiyo tupo tayari kupata alama tatu zote. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Sisi tuna imani kwamba mpinzani wetu ni timu nzuri, japo kwa msimu huu hajapata matokeo mazuri, lakini sisi tunaamini kwamba timu yoyote tunayokutana nayo kwenye, kwenye ligi, sababu wote tuko level moja, kwa hiyo tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini kwa siku ya kesho si tutakuwa bora zaidi, sababu tuna uhitaji mkubwa sana pointi tatu. Kwa hiyo tutakuwa bora zaidi na tuweza kushinda katika mechi ya kesho. Kuhusu muda, nadhani sisi ni wanajeshi na wakati wote tupo tayari, kwa hiyo kuhusu muda sio tatizo, na kuhusu kutuathiri, sidhani kama itakuwa na maana sana lakini, sababu si muda wote tupo tayari, hata tukamba tucheze leo, kesho, kesho kutwa tupo tayari wakati wote kuipambania timu yetu. Makini umeongezeka sababu kila linapotokea kosa ni nafasi ya mwalimu kurekebisha. Kwa hiyo nadhani mechi iliyopita hatukuruhusu goli, kwa hiyo nadhani lo kosa limesharekebishika na tunaweza tukapata clean sheet kesho, kwa hiyo haina shida yote.